Kwenye hili sakata sisi kama Simba Sports Club, ama sisi Simba Sports Club tayari tumeshatoa e, msimamo wa klabu tarehe saba e, ya mwezi huu wa tatu tulitoa taarifa kwa umma ukielezea msimamo wetu kama Simba na huo unabaki ama unasimama kuwa ndiyo msimamo wetu, lakini siku moja baadaye bodi ya ligi na wenyewe wakatoa e, maelekezo na sisi Simba Sports Club sasa hatuna budi kuheshimu maelekezo yaliyotolewa na bodi ya ligi. Na baada ya bodi ya ligi kutoa maelekezo yale, sisi hatuna cha kuongeza tena zaidi ya kusubiri maelekezo. Katika maelekezo ya bodi ya ligi yanaweka wazi ya kwamba mchezo wetu utapangiwa tarehe nyingine. Kwa hiyo sisi tunasubiri tarehe nyingine, twende tukashiriki mchezo huo, lakini hatuna kingine chochote cha kuongeza wala cha kupunguza, kwa sababu mamlaka halali ya kusimamia na kuendesha mpira wa Tanzania ama ligi ya Tanzania tayari imeshatoa ufafanuzi na imeshatoa maelekezo.